Watukufu Waislam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala ambaye bi ni'matihi tatimu salihat, shukurani kubwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa tawfiki yake na neema zake imetimia khairi kubwa Siku ya leo ni siku kubwa yaumal hajjil akbar, siku ya idi kubwa au siku ya hija kubwa au ndani ya masiku kumi bora au ndani ya siku tukufu. Vyovyote utakavyoita, leo ni siku tukufu, siku ambayo Waislamu wameitikia wito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao alipewa amri baba yetu zazi wetu mkubwa katika dini Ibrahimu alaihi salam awatangazia watu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha, wa idh bawana li Ibrahimu akana albayt tulipomchagulia na kumwonyesha Ibrahimu alayhi ssalam sehemu ilipo nyumba tukufu ya Makka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akamwambia: tahira baitia litaifina walqaimina warrukai sujud, itengeneze nyumba, isafishe nyumba kwa ajili ya watakaokuja kufanya tawafu kusimama na unyenyekevu mbalimbali ambao wataufanya ndani ya nyumba hii. Ibrahimu alaihi ssalam na mtoto wake Ismaili alaihim assalam wakaiandaa nyumba na ikawa tayari. Baada ya kuwa tayari, Mwenyezi Mungu akamwambia tena Ibrahimu alaihi ssalam, waaddhin fi nnas bilhaji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Mwenyezi Mungu akamwambia Ibrahim alaihi salam, toa tangazo, waite watu kwa ajili ya kuja kuitembelea nyumba hiyo. Ibrahimu alaihi salamu akashangazwa mno, sauti yangu itafika wapi? Mwenyezi Mungu akamwambia, wewe tangaza "Juu yangu mi, Mwenyezi Mungu, kufikisha sauti kwa kila mmoja katika wanadamu walio matumboni ya wazazi wao, walio migongoni, vifuani na watakaokuja baadaye. Na kweli kabisa leo hii Waislamu wameuitika wito wa, wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ni wito ambao, tangazo ambalo alilitangaza Ibrahimu alayhisalam, kwa tangazo la Ibrahimu alayhisalam kwa kila mmoja wetu ambaye ameshiriki kwa namna yoyote, kuanzia siku ya kwanza hadi leo na siku tatu zijazo, atakuwa amewitika wito wa Ibrahimu alayhisalam aloamrishana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.

Mtu ambaye atafanya hija asifanye uchafu wowote makosa yoyote, anarejea katika maisha yake kama ile siku alozaliwa na mama yake, hana dhambi hata moja. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, alhajjul mabruru laysa lahu jazaun illa aljanna, kwamba hija nzuri, hija ambayo ni safi, haina malipo zaidi ya malipo ya pepo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, tujalie na sisi ni miongoni mwa ambao wataitekeleza ibada ya haji mwaka ujao. Na mwaka ujao ni jambo ambalo inawezekana, ni mwislamu kujipanga tu, sio swala ambalo ni kubwa kihivyo. Kama tunao uwezo wa kujenga nyumba zetu za milioni 30, 40 hatuwezi kushindwa kufanya ibada ya haji ambayo inahitaji milioni 7, 8, 9, 10. Alhasan ibnu Ali radhiyallahu anhu aki tafsiri aya ya Mwenyezi Mungu aliposema, waadhin fin naji fin nasi bil haji, toa tangazo kwa watu kwa ajili ya haji. Ya tika rijalun watakujia watu rijalan kwa miguu. Hasan ibn Ali radhiallahu anhu alifanya hija mara ishirini na tano katika umri wake, na mara zote akitembea kwa miguu kutoka Madina hadi Maka, miaka ishirini na tano akienda kwa mguu, akiamini Mwenyezi Mungu ameanza kusema rijalan, kwa miguu. Baadaye ndo kadi ya huo usafiri na mengineo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie na sisi ni katika ambao wataitekeleza ibada ya haji kabla ya kuondoka katika huu ulimwengu wa maisha ya dunia. Ujumbe wangu wa leo ni ujumbe ambao unafanana na masiku haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatoa tangazo, wa adhanu min allahi wa rasuli ila nnasi yauma lhaji lakbar Anallaha An bariu min almushirikina wa rasulu, kwamba Mwenyezi Mungu ametangaza siku ya Hija kubwa kwa watu wote, kwamba Mwenyezi Mungu yuko mbali kabisa na washirikina na ushirikina. Nini twatakiwa tufanye? Twatakiwa tufanye matendo mazuri, matendo ambayo yamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala matendo ambayo anayependa Mwenyezi Mungu, matendo ambayo ameyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu akatwambia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mtume ndiye mwalimu mzuri ambaye ametufundisha maisha, taratibu mbalimbali, namna ya kuishi, wewe binafsi, wewe na Mwenyezi Mungu, wewe na ndugu zako, wewe na majirani zako jamii yote ambayo imekuzunguka Mtume sala alaihi wasallam ndiye amefundisha kwa namna ambavyo alitafsiri Qurani. Mwenyezimngu subhanahu wataala, ndani ya Qurani katika surati Hud akatukumbusha ujumbe mmoja muhimu sana, akatwambia audhu billahi minshaitani man manamila amalan salihan wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan falanuhyiyannahu wa tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. man amila salihan, mwenye kutenda mema, mwenye kutenda matendo mazuri, na ndiyo ambayo tutakiwa tu tuyatende leo, na kabla ya leo ilitakiwa tuyatenda matendo mema na baada ya leo yatakiwa tuendeleze kutenda matendo mema. Man, mtu yoyote yule, amila amalan saliha, ametenda matendo mema. Mwenyezi Mungu akaongezea min dhakarin au untha, amesema yeyote, alafu akarudia tena litakidi wal mubalagha, kuonyesha umuhimu wa jambo lenyewe atakayetenda mema mwanamume au mwanamke. Nini Mwenyezi Mungu atamfanyia mtu huyu atakayetenda matendo mema? Mwenyezi Mungu akasema wa huwa mu'minun, ili hali ni muumini, kwa maana ya kwamba hayakubaliwi matendo ya yeyote asiyekuwa Mwislamu, hata yao mazuri kiasi gani Hayakubaliki mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wahuwa muminun, aliyetenda matendo mema na ni muumini. Falanuhiyannahu, tutamhuisha, tutampa uhai. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba, maisha mazuri, maisha mema. Wanawachuoni kwenye kutafsiri hayatan tayyiba maisha mema, wakaja na tafsiri mbalimbali. Nitataja mbali. tafsiri mbili au tatu kati ya hizo nyingi. Wakasema hayatan tayyiba arizqul halal, kwamba maisha mazuri ni riziki ya halali. Tafsiri ya pili, maisha mazuri Alqanaatu, kutosheka na kile ambacho unachokipata, lakini mwingine akasema hayatan tayyiba kwa maana ya kwamba Mwenyezi Mungu kukupa taufiki ya kuzifanya toa mbalimbali mbali. Hakuna jambo zuri kama hili, Muislamu, umemwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na ukatenda matendo mema Mwenyezi Mungu anakuhakikishia, sio jambo la kubahatisha. Fala nuhiyannahu hayatan tayyiba, tutamhuisha, tutampa uhai katika maisha bora, maisha mazuri, kwa maana ya kwamba utaipata riziki yako kwa halali, utaipata riziki yako kwa njia ambazo zinamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini pia Mwenyezi Mungu atakujalia kutosheka na kila ambacho unachokipata. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anatwambia, Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika maisha yenu au katika maisha yako ya kila siku, mwangalie aliye chini yako uliyemzidi kiwezo, simwangalie wa juu yako, utaumia mno na penginepo ukaingia katika makosa ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Kama unaishi katika maisha ambayo una uwezo wa kupata dona na bamia na ukaishi vizuri katika hali hiyo, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Kuna mwenzio haipati hiyo, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala katika siku hii ya leo akasema ni siku ambayo Waislamu wanatakiwa watembeleane, watoe sadaka, waishi kwa furaha pamoja, siku ya Idil Fitri, lakini pia siku hii Idil Adha. Kwa nini? Kwa lengo la kuonyesha umoja wa Uislamu. Moja ya faida ambazo zinapatikana kwenye kutenda mema. Anayetenda mema, moja ya faida ambayo inapatikana ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu yule kumjalia milango mepesi ya kuipata riziki yake, kumfungulia milango ya khairi, sawa sawa iwe mingi au michache. Kwa nini? Kwa sababu ametenda matendo mema ambayo anamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mujibu alipofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini <coughs> faida <coughs> pia ya kutenda mema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamjaalia au kuwajaalia wale ambao wanaotenda mema kupatikana katika baina yao upendo, mapenzi, mazoea mazuri, kuishi katika maisha ambayo ni ya raha.

na wanayo amani ndani ya kibanda chake, hana wasiwasi wasi, labda kwamba atavamiwa ataudhiwa, hana hivyo. Ana afya njema, yuko ndani ya amani, ana riziki ya kumtosha masaa ishirini na nne. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyu ni sawa sawa na amekusanyiwa dunia yote na vilivyomo, kuonyesha ubora wa matendo mema, ubora wa kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, twatakiwa sisi Waislamu, maisha yetu ya kila siku, tufikirie ni jambo gani la kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sawasawa liwe dogo au liwe kubwa. tume akatwambia, la tahqiranna min almaarufi shay'a Usidharau jambo jema bila kujali ni dogo au kubwa. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kujua wewe umuhimu wa lile dogo ulilifanya mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Msaada mdogo ambao umemfanyia ndugu yako muislamu mwenzio au yeyote, malipo yake na faraja ambayo umempatia huyo alomsaidia wewe, huwezi kuijua anaijua thamani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wwaislam, twahusiana kutenda mema ndani ya siku hii ya Eidi ndani ya masiku yetu yajayo ili tupate kuhuishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha mazuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatwambia walillahi ghaibu samawati walardi ni vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vilivyofishikana katika mbingu na katika ardhi, vyote unavyovijua na usivyovijua, unavyoviona na usivyoviona, vyote ni vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama una watoto, si wako, ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama unayo mali, si ya kwako ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Mwili ulio nao si wa kwako, ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Wakati wowote wa Mwenyezi Mungu anakuchukua wewe. Wakati wowote wa anachukua kiungo chochote. Wakati wowote wa anaichukua mali yako, anachukua jamaa zako au chochote atakachotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Walillahi ghaibu samawati wal ardh. Ni vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vilivyofichikana katika mbingu na katika ardhi. ilaihi yasadul amru kullu, kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo yote yanaonyeshwa kwa Mwenyezi Mungu. Kila unachokifanya kwa Mwenyezi Mungu kinaonekana, kinajulikana, hakifichikani. Hakuna sababu ya Muislamu kujificha mahali ukafanya ubaya Sehemu yoyote ulipo, mwogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na leo ni miongoni mwa siku kubwa ambazo tutatakiwa tumwogope Mwenyezi Mungu kwa kiasi kikubwa, ilaihi yusadu amru kullu fa'budhu, Mwenyezi Mungu akatuambia waabudu, ma mwaabudu Mwenyezi Mungu tu, watawakkalu alaihi, nategemea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abudu mwabudu Mwenyezi Mungu. Ndani ya kumwabudu Mwenyezi Mungu ndipo kutenda matendo mema na ndani ya kutenda matendo mema ndio kufunguliwa maisha mazuri ya dunia, maisha mazuri ya akhera, maisha mazuri ya kaburini, au maisha mazuri ya sehemu zote tatu. Hakuna njia, hakuna uchochoro wa kufanikiwa katika maisha ya dunia ya kaburini ya akhera ila ni katika kutenda mema tu, hakuna zaidi hapo. Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wama rabbuka bighafilin amma tamalun, na Mwenyezi Mungu hajaghafilika na mnayoyafanya. Kwa maana ya kwamba hakuna tunachokifanya asichokijua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Hakuna tunalolipitia isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana habari nalo na analijua baada ya kulifanya na hata kabla hujalifanya. Kwa hiyo tatakiwa tuishi katika maisha yetu ya kila siku kwa kumtii Mwenyezi Mungu kwa kutenda matendo mema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuhuisha katika maisha bora, lakini akatwambia, wala najizianna hum ajrahum na tutawalipa ujira wao, tutawalipa malipo yao. Kwa mema yoyote unayofanya taraji malipo mazuri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena Mwenyezi Mungu anasema malipo yao, bi ahsani ma kanu ya'malu, kwa njia nzuri, malipo mazuri kwa mujibu wa walivyotenda. Nani asiyataraji malipo mazuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo tusidharau ibada yoyote ambayo tunaifanya. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atatulipa kwa matendo mazuri ambayo tunayafanya. Jambo la pili, leo ni siku ya Eid, ni siku ya kufurahi, lakini furaha zetu ziishi katika maelekezo ya Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam, isiwe ni siku ya kumuasi Mwenyezi Mungu, isiwe ni siku ya kumkosea Mwenyezi Mungu, lakini pia na watoto wetu tuhakikishe wanakuwepo katika mazingira ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia kina mama na vijana wetu, na wahusia wazazi wasimamizi kuhakikisha wanachunga, wawepo katika mazingira ya kumridhisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kullukum rai, wazazi wote ni wachungaji na kila mchunga ataulizwa katika alichokichunga. Mwenyezi Mungu akatwambia arijalu qawwamuna 'ala nisa, wanaume ndio wasimamizi wa kusimamia na kuangalia maisha na utaratibu wa walio chini yao kina mama, wanawake kwa ujumla na watoto, usimamizi wao uko kwa kina baba. Kila mmoja katika mzazi ahakikisha anatekeleza wajibu wake kama mzazi, lakini hata mzazi mwingine anao wajibu wa kumsimamia ima mtoto wake au mtoto mwingine. Kwa nini? Kwa sababu Mtume anatuambia adinu annasiha Dini ni nasaha saha, kunasihiana kwa mujibu wa Qurani, kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kunasihiana kwa mujibu wa wanawachuoni, namna ambavyo wameelekeza, ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha anasimamia wajibu wake bila kujali, alipo nafasi yake ni ipi. Uislamu ndo uko hivyo, Waislamu. Leo ni siku ambayo wenzetu walioitika wito wa nabiullahi Ibrahim muda huu wamekusanyika katika viwanja vya Mina kwa ajili ya ibada nne. Ibada ya kwanza ni ibada ya kupiga mawe katika jamarati. Ibada ya pili wengine watafanya watanyoa, wengine watachinja, na wengine wataenda kufanya tawaful ifadha. Zote hizi ni kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Na sisi ambao hatukujaliwa kwenda huko, ndipo ambapo tukaambiwa tuswali salatu Salatul Idi, kwa sababu kule wao hawaswali, lakini pia tukaambiwa tuchinje kama wanavyochinja wao, lakini hatujaambiwa kunyoa wala hatuna tawafu o tushirikiana nao kwa njia nzuri kwa nji ajili ya kuitika wito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ulioitwa na Ibrahimu alaihi salam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha ibada zote. Ni jukumu letu sisi kuhakikisha tunaishi kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimalizie kwa hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ambayo anaisimulia

Kila mmoja katika umati wangu atengie peponi. Alafu akasema ila man aba, isipokuwa atakayekataa. Masahaba wakashangazwa na neno illa man aba, isipokuwa atakayekataa. Wakamwambia ya Rasulullah, ni nani wa kuikataa pepo kwa mujibu wa ulivyotuelekeza uzuri wa pepo, alafu aikatae? Ni nani mimi? Akatoa jawabu zuri, man atwani dakhala aljanna atakayenitii ataingia peponi, na atakayeniasi huyo ndo amekataa. Sijui ni nani ambaye kwa mapungufu alionayo ayakatae mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alafu achague moto kuliko niingia pepo, achaniingie motoni. Mwenyezi Mungu atuweke mbali na adhabu ya moto. Kwa hiyo ndugu Waislamu asema kwamba Muislamu anatakiwa kutenda mema maisha yake yote, na ndiyo kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama hujatenda mema, hujamtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake umemwaasi, na kama umemwaasi, basi jitayarishe na makazi ya motoni. Mwenyezi Mungu atuepushe na adhabu ya moto. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awabariki wote na ajalie haya ambayo tumeyazungumza yaweze kufahamika na kuyafanyia kazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie umri ambao na kheri mwisho wetu. Mwenyezi Mungu atujalie machache ambayo tunayafanya yawe na baraka yawe na malipo makubwa. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.